Karibu popote pale ambapo unatusikiliza asubuhi ya leo. Hii ni amka na Rhapsody kama ambavyo umesikia kutoka kwa Fidia Masunga na ni wakati mzuri wa kujifunza kwa neno la Mungu na moja kwa moja tutakwenda kuanza kipindi chetu kwa maombi. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunasema sante kwa kweli ya neno lako, tunasema sante kwa maarifa yako, tunasema sante kwa fursa na nafasi. Jumatatu ya leo, Jumatatu ya baraka na ushindi tayari kabisa kujifunza Bwana, neno lako kujengwa na wewe, kuelekezwa na wewe, siku hii njema, siku hii ya baraka, siku hii ya ushindi, mioyo yetu Bwana imefunguka kwa unyenyekevu, kwa furaha, kwa imani, kupokea neno lako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, amina. Wow, wow, wow, wow. Haleluya! Unafungulia redio yako, karibu sana na tutakuwa tuna nafasi nzuri ya kutuma message au kupiga simu tutapokuwa karibia mwisho wa kipindi cha leo. Kwa hiyo tutapenda kusikia kutoka kwako, na unaweza kuwasia nasi katika namba zifuatazo 0736000999 man kutuma ujumbe mfupi pale, unaweza ukapiga simu pale tutapokuwa tunaendelea, na naamini utakuwa na wakati mzuri wa kile ambacho Bwana ametuandalia siku ya leo, kutufundisha, kutujenga katika maarifa ya neno lake na moja kwa moja nita uh, nitakwenda ku kutoa ku, ku, ku, ku, kuongoza kwenye kipindi kidogo cha maombi. Na siku ya Jumaa ya wiki hii ambayo wiki imeanza leo tarehe 22, tunategemea kuwa na program uh, hapa kwenye redio kuanzia saa mbili mpaka saa nne usiku. Ni inaitwa uh, usiku wa mikutano elfu moja pamoja uh, na makanisa yetu yote duniani chini ya huduma wa mtume wetu wa Mungu mchungaji Chris Oyakhilome tuna mikutano ya injili ambayo tunaifanya kusema mbashara uh, kila mahali duniani siku ya Ijumaa nzima, na ni mkutano ambayo itakuwa inafanyika maeneo mbalimbali kwa kwa ujumla yake ndani ya masaa 24 kuanzia saa tano asubuhi za Afrika Mashariki mpaka Jumamosi saa tano asubuhi. Uh, kutakuwa kuna mikutano hiyo inaendelea maeneo mbalimbali duniani kwa hiyo yoyote yule ambaye uh, katika makanisa uh, yetu kisema au uh, huduma anaweza uh, kuandaa mkutano kama ni kupitia uh, redio kupitia uh, uh, tv uh, kwenda pale hospitalini au kwenye mashule au kwenye mitaa popote pale ambao aweza kuandaa mkutano wa injili basi, hii tarehe ishirini na mbili ni wakati mzuri wa kuhakikisha kwamba unakuwa sehemu ya kile ambacho Bwana anakifanya duniani. Kumbuka nilikuambia mwaka huu 2025 tumejipanga na tumejidhatiti kuhakikisha kwamba tunaipeleka injili ya bwana wetu Yesu Kristo kwenye kila mtaa kwenye kila eneo katika ulimwengu wetu. Kwa hiyo sisi uh, ambao tuko tumekuwa tukitumia tum, jukwaa hili la redio tutakuwa na nafasi ya kuweza kufanya mkutano huo siku ya Ijumaa kwanza saa mbili kamili usiku mpaka saa nne kwa linakutia moyo uweze kushiriki pamoja na sisi, uwakaribishe wote ambao unaweza kuwakaribisha na kuwaambia waweze kushiriki katika program hiyo, na tutakuwa tuna wakati mzuri sana wa kujifunza neno la Mungu, wakati mzuri wa kusifu na kuabudu. Tutakuwa tuna wakati mzuri wa kufanya maombezi kwa wote ambao wana changamoto mbalimbali katika afya zao na pia katika maeneo mbalimbali mbali ya maisha, na pia tutakuwa tuna wakati wa kusikia shuhuda za kile ambacho Bwana anakifanya kwa ajili yetu, na kwa sababu hiyo nakutia moyo sana uweze kuiombea pia programu hii lakini pia uweze kushiriki kabisa kuwepo katika, uh, radio yako siku hiyo kama ni radio ile kawaida au ile kwenye mtandao, basi uweze kushiriki na hakika tutakuwa tuna wakati mzuri sana. Na asubuhi ya leo tunapoendelea katika maombi, nataka tuombe programu hiyo kwamba lile lengo na kusudio la programu hiyo liweze kutimia kwa ubora kwa ushindi, kwa utukufu na tuweze kuona mabadiliko katika maisha ya wengi na wote wale ambao watashiriki

Asante Bwana kwa kumtia nguvu na kuimarisha kila mmoja wetu anayehusika katika kuandaa program hii. Malengra nena mala moro kila

Mawimbi ya sauti hii yatakuwa yakiruka Bwana popote pale ambapo mikutano ya injili itaandaliwa, katika miji, katika vitongoji, katika shule, katika mahospitali, katika miku, katika viwanja vya mipira, katika vituo vya mabasi masoto madena mazele

haya haleluya, haleluya! wow, wow, wow, wow! Tafadhali wewe ambaye unatusikiliza naomba utuunge mkono kwa kuendelea kufanya maombi pia katika muda wako binafsi kwa ajili ya programu hii ya uh, siku ya Ijumaa tarehe ishirini na mbili lakini pia uh, uweze kuwaambia wengine waweze kushiriki. Yes, una ndugu jamaa, marafiki, tafadhali watumie ujumbe wakaribishe waambie, wakae karibu na redio zao. Wale ambao kwenye mikoa ambako hakuna masafa ya ya, ya redio wapo, basi tunaweza kuwatumia kuna link ile ambayo kwa wenye wenye, wenye namba za uh, wale ambao wana wana, wana simu janja wanaweza kusikiliza redio hii kupitia simu zao, na kwa kuna badiliko la kipekee sana katika maisha yao pia. Oh, haleluya! Na asubuhi ya leo, kama ambavyo kawaida tunafanya siku ya Jumatatu, huwa tuna nafasi ya ku

<laughs> eskia, hii mtumishi Injili ya Yohana sura ya pili, sura tano. Maandiko nasema mama yake akawaambia watumishi lolote atakalowaambia fanyeni. Soma hmm. nasema tendea kazi neno lake bila kusitasita. Wow, katika uh, Injili ya Yohana mtuto Mungu anaanza sura ya kwanza sura ya pili mpaka kumi na moja Biblia inasimulia hadithi ya ajabu ya muujiza wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo ambapo ulifanya kwenye aliufanya katika harusi ya Kana Kana Galilaya. Sherehe ilipokuwa ikipamba moto, waliishiwa na divai, hali ambayo ingewatia aibu wale wenyeji wa sherehe ile. Maria, mama yake Yesu, akamgeukia kupata suluhisho. nakosoma hm, hiyo hadithi katika Injili ya Yohana sura ya pili mstari wa kwanza mpaka kumi na moja na Mungu anasema ingawa Bwana alimwambia Mariamu kwamba saa yake ilikuwa haijafika bado, lakini Mariamu aliwapa wale watumishi agizo la kipekee sana la imani, alisema, lolote atakalowaambia fanyeni. mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Kwa maana uh, mama yake Yesu alikuwa anafahamu kitu <laughs> kuhusiana na Bwana, alifahamu kitu kuhusiana na mwanawe kiasi kwamba alipowageukia wale, wale, wale watumishi waliokuwa na hudumu katika ile harusi akawaambia, lolote atakalowaambia mm -hmm, fanyenia maana kuna kitu alikuwa <laughs> amesha notice, amesha kifahamu, ameshakigundua kuhusiana na <laughs> huyu mwanaye ambaye kuanzia kuzaliwa kwake tu ulikuwa ni jambo la muujiza, ulikuwa ni utendaji kazi wa nguvu ya Mungu ambao hauwezi kuelezeka mm. kwa akamwambia, lolote atakalowaambia fanyeni. Aya, aya. Kisha Bwana Yesu akawaambia wale watumishi wajaze maji mitungi mikubwa ambayo ilikuwa ni mitungi sita. Akawaambia watumishi, uh, uh, bila, bila swali wale watumishi walitii wakaijaza hadi pomoni. Kisha mwalimu akasema, choteni sasa mkampelekee mkuu wa meza. Aya, hii ni injili ya Yohana sura ya 2 aya ya 8. Kao baada ya kile ambacho Maria alisema Uh, wale watumishi wakamfata bwana, wanasikiliza wako tayari kusikia instruction eh, kupewa maelekezo nini cha kufanya. Bwana akamwambia wajaze maji yale mabalasi, yalikuwa yalikuwa sita, eh, ma, mitungi mikubwa hiyo ambao walikuwa wanaiweka pale kwa ajili ya watu kutawala miguu eh, wanavyoingia ndani ya ndani ya nyumba au ndani ile sherehe, kwa sababu ya aina ya tamaduni ambao walikuwa nayo katika ile eneo. Tena walifuata maagizo yale bila kusita, na mkuu wa meza alipoionja Akastajabia ladha nzuri ya divai hiyo nzuri bila kujua ilikotoka <laughs> akujua kwamba <laughs> nini kilitokea nyuma ya basia, mpaka ile divai ikaja pale mezani, yeye alifurahia tu haka, haka enjoy utamu wa ile divai, na maji yale ambayo hapo awali yalikuwa ni maji ya kawaida yaligeuzwa kuwa divai bora kabisa. Hii inaonyesha umuhimu wa kutenda kulingana na neno la Mungu Hai. Hm? Hebu fikiria wewe ungekuwa ni wale watumishi uliokuwa pale eh, na ume mmoja wa, wa, ukisema wa mgeni katika ile <laughs> sheria nakwambia, wewe fuatisha hicho ambacho huyu bwana atakwambia, chochote wewe fanya. Alafu jamaa anakwambia, chota maji, jaza kwenye mtungi. Umemaliza kuchota, ulitegemea labda atakuja pale aweke mkono afanye kitu fulani, aongee ya yale maji yabadilike yawe yawe yawe divai. Ah, akamwambia tu, chota peleka pale <laughs> Ai, bala raka sika la bala bazi. Na kwambia chota ampelekee mkuu wa mkuu wa mkuu wa sherehe eh? Kama vile MC ungesema uambie bwana hiyo divai tayari hapo. Ai, nenda kasome, nenda kasome vizuri ile sura ya pili eh. <laughs> Kuanzia mstari wa saba mpaka kumi na moja ya injili ya Yohana utacheka sana kwa sababu wakati wanapeleka ile ile ile wameshachota sasa hivi wanampelekea ule mkuu wa sherehe kile kinywaji. Wao <laughs> wenyewe wow, ndio walikuwa wanajua kimetoka wapi. <laughs> kuna namna yeah ambavyo Yohana aliandika pale ilikuwa inafurahisha kidogo ukisoma, yani ni kwamba it was a risky business, ilikuwa ni jambo la la, la, la kuhatarisha kidogo, kwa sababu sasa haujui kitatokeaje. Kumbuka wenyewe wajaonja, wameambiwa chota wapeleke, ai <laughs> bala raba sikala bala bazira. Lakini mtoto wa Mungu anasema hivi, hii ni muhimu sana kwa sababu inaonyesha utendaji kazi wa neno la Mungu eh. Je, neno la Mungu kwako likoje? Unaliitikia bila kusitasita au unakuwa na mashaka na maswali mengi katika hilo neno eh? Angalia namna ambavyo hawa wale watumishi walipata muujiza wao pap, kwa kuamini tu kile ambacho Bwana alisema. Waliambiwa fuatishieni chochote bwana huyu atachowambia, na alivyoambia wakaenda bila maswali <laughs> bila mashaka <laughs> tutaunga nasema. Mfano mwingine wa kuvutia unaonekana katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na saba ambapo bwana yesu alimwagiza petro aende baharini atupe ndoano na amtwaye msamaki wa kwanza aliyetokea alimwambia petro kwamba katika kinywa cha samaki atapata sarafu ambayo ingetosha kulipa ushuru ambao watoza ushuru walikuwa wameufuata mm. ini huu ni muujiza mwingine wa kipekee mm? petro hakusema bwana hilo haliwezekani badala yake bila kutilia shaka au kujiuliza juu ya mantiki ya maagizo hayo eh, juu ya logic ya maagizo aliyopewa yeye alitenda kwa imani tu, na kama vile bwana alivyosema, kulikuwa na sarafu mdomoni mwa samaki wa kwanza ambaye petro alimvua. Hebu <laughs> <laughs> fikiria wewe ambaye unatusikiliza asubuhi ya leo eh, kama unafahamu zile hesabu zinaita za probability, eh? Hebu tupe probability ya ingewezekanaje, samaki wa kwanza tu ambapo Petro anameenda na ndoano yake pale, ametia ile ndoano kwenye maji, samaki wa kwanza atakayenasa nasa kwenye ile kwenye ile ndoano awe ndio samaki mwenye gold coin eh? <laughs> mwenye sarafu ya dhahabu mdomoni, ambapo akitolewa akipasuliwa hivi mdomo au akifunuliwa mdomo, ile sarafu inatoa ina, inapatikana ina, what was the probability, nini kulikuwa uwezekano wa jambo hilo kutokea katika mtazamo wa kawaida wa binadamu ay sopaka la barabolo boso kurwa bala banda la bazira umuga somo la leo linasema: tenda kazi, tendea kazi neno lake bila kusita sita. Je, neno la Mungu unaliabu, unaliamini unalikubali bila kusita, bila kuwa na mashaka, bila kuwa na kigumizi? Fikiria, Petro alikuwa ni ni, ni mvuvi. Kwa hiyo uweze kusema kwamba huyu jamaa alikuwa hana uzoefu wa kuvua au hajui uwezekano wa uh, alichotumwa. No, no, no, no, anavua anafahamu, kashavua mara ngapi? Ni lini ambapo amekuwa akivua akakuwa anakuta sarafu? Lakini this time Bwana anamwambia nenda, na ni mchana nenda kaangalie. ni mchana kabisa, ni wakati ambapo wala samaki hawapo pale kwenye bahari kwa kawaida lakini hakudoubt haku hakuona mashaka haku sita sita, aliinuka na kaenda. Leo hii Bwana akikwambia jambo kuhusiana na afya yako, kuhusiana na mwili wako, kuhusiana na biashara yako, kuhusiana na kazi yako hmm. kuhusiana na familia yako <laughs> ah labraquete labara brasileira inakugharimu nini kuamini mtumishi hmm? ndio Mungu anasema daima, itendee kazi imani yako katika neno la Mungu. Usijaribu kufafanua maagizo ya kiungu. Ai, usijaribu kufafanua maagizo ya kiungu eh hey. Neno la Mungu linapita mantiki, linapita sayansi, linapita teknolojia. Ai. Neno la Mungu ni zaidi ya mantiki yako logic eh? Ule mfululizo wa matukio ikienda hapa itakuja hapa ikitoka hapa itakuja pale itakutoka hapa ta... Neno la Mungu ni mbali zaidi ya hayo mtumishi. Neno la Mungu linaenda zaidi ya sayansi hm? Niwezekana umeambiwa katika utabibu wa kisayansi ya, ya, ya mwili wa mwanadamu, wewe una uvimbe, uvimbe huo huwezi kuisha, lakini <laughs> Ukija kwenye eneo la Mungu ule uvimbe sio na jina. Biblia inasema kila jina, <laughs> kila, yani, kwa, kwa, kwa, kwa kutamkwa jina la Yesu eh, kila kitu kita bao kitapiga goti mbele ya jina la Yesu. Kwa hiyo hata ule ugonjwa, kwa sababu una jina, na jina la Yesu ni kubwa kuliko majina yote, kuliko mamlaka zote le ule ugonjwa unaweza kupiga goti mbele ya jina la Yesu. Unaweza ukasujudu na ukakimbia kabisa na ukaondoka. Unaweza ukatiishwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ndio maana tunaongea na uvimbe kama tunawaambia ule uvimbe tunaukata katika jina la Yesu. Tunaamuru uyeyuke na kutoka ndani ya mwili wa mtu na, na inakuwa hivyo. Mm. Basi kala bada basi. Yaani kuna ushuhuda nitakusomea tunapokwenda kwenye Rhapsodi ya pili. Ya yeah, dada ambaye alikuwa anatusikiliza na nini ambacho kilitokea ndani yake? kama kusikia matokeo ya kusikia neno ambayo tunalihubiri hapa tunalofundisha hapa na badiliko lilotokea ndani ya mwili wake. masika patila manono kasipa labara katili parabara buruba kwa hiyo swali langu kwako ni kwamba <laughs> itakugarimu nini kuamini na kulikubali neno la hmm, Mungu kama lilivyo bila kusita sita, bila kuwa na mashaka, bila kuwa na uoga. Mungu anasema Bwana anapozungumza, neno lake ndio mwisho Lifanyie kazi bila kusita. Katika maneno na maagizo yake kuna muujiza wako mm, kuna ushuhuda wako, kuna riziki zako a, kuna amani yako mtumishi, kuna furaha yako na kuna ushindi wako ah. <laughs> ay, ay, ay, ay, ay, ay. Katika maneno ya Bwana mm? Katika neno lake mtumishi, katika maagizo yake, katika maelekezo yake yanayotokana na kujifunza neno lake yanayotokana na kulisikia neno lake oh, kuna muujiza kwa ajili yako mtumishi, kuna ushuhuda kwa ajili yako, kuna riziki kwa ajili yako pasika lamanga rakolo bazira provision. Kuna ugavi <laughs> wa neema yake juu yako mtumishi, wa baraka zake nyingi ambazo hazina kifani hazina mwisho malepradaka leprokosa, ah, kuna amani nyingi sana na furaha nyingi na ushindi mwingi kwa ajili yako oh, oh. Kwa hiyo hebu litendee kazi neno la Mungu leo hii bila kusita sita, bila kuwa na mashaka, bila kuwa na uoga mm, mm, mm, mm. Hema, andika, andika mstari hii chini mtumishi, ukaipitie. Nimekuambia mstari wa kwanza ni injili ya Yohana sura ya pili uh, mstari wa 7 mpaka kumi na moja. Hakisha unaipitia injili ya Yohana sura ya pili mstari wa 7 mpaka kumi na moja na andiko la pili ni injili ya Luka sura ya tano mstari wa tano mpaka wa sita hiyo eh, nitasoma Injili ya Luka sura ya tano mstari wa tano mpaka wa sita Ile inasema Simoni akamwambia, bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako itazishusha nyavu ai eh ndaka some vizuri. Sura ya tano kwanza mstari wa kwanza utaona namna ambavyo Bwana alitumia chombo cha Simoni kuhubiri na alipomaliza akamwambia ai ai ai ai ai, ah, ai ah. Hmm? pale krokolo karabasi karabaraba mstari wa nne alimwambia, hata alipokwisha kunena akamwambia, Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Hiyo <laughs> ni Luka tano mstari wa nne. Kwa mstari wa tano ndio Simoni akajibu akasema, akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu inawezekana umefanya biashara kwa muda mrefu, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, haijawa na, na ushindi na ubora. Inawezekana kuna fedha yako unadai sehemu, umeshafuatilia mpaka umechoka kabisa, uoni kama kuna njia masiti lima tila mara mosa prika ba ai ai. Hebu lichukua neno la Mungu tena, mtumishi, hebu zungumza na ile hali kupitia neno la Mungu alekarabalabasikalaparakosa eh? Hebu chukua ule mkataba, wale jamaa ambao unawadai, weka chini, wekea mkono pale ulipo nyumbani, nenda kwa lugha mpaka ndani ya moyo, ile rema word, neno sahihi, maalum, mahususi kwa ajili ya hali lichipuke, alafu litamke juu yake. Ay, masoka la yani, umechukua ule mkataba umeweka juu ya meza pale nyumbani, unanena kwa lugha, yani unanena kwa lugha mpaka kuna neno hili la unabii linazaliwa ndani, kuhusiana na ile hali, unalitamka juu ya ule mkataba mm. Tumishi, kutakuwa hakuna wa kukuzuia kulipa hiyo fedha lepradke htelemangaroosopradal litume le, le lile neno la Mungu kuenda katika ulimwengu wako, likasababisha yale matokeo unaotaka. Wow, wow, wow, wow. Mstari wa sita anasema basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika eh. <laughs> ah, andiko la mwisho ambao ndio ulisome katika Rhapsodi ya Jumamosi, ni Isaya sura hamsini na tano. Mstari wa kumi mpaka wa kumi na moja mm. da, da. da, da, da. Aya Isaya 55 mstari wa 10 mpaka 11, neno linasema: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo kwa kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. a sikapala makaabosa kwao neno la Bwana likija <laughs> limekuja kamili kamili eh? Ni full package lina uwezo wote wa kutimiza kile linalosema. Asubuhi ya leo fanya ukiri pamoja na mimi. Fanya sala pamoja na mimi sema, mpendwa Baba, asante ninakushukuru kwa nguvu ya neno lako ninachagua kutenda kazi maagizo yako bila kusita mm, nikijua kwamba ndani yangu mna miujiza wangu, kuna ushuhuda wangu, kuna riziki za, za Mungu kwangu, mabadiliko na baraka. Imani yangu ni thabiti kwako na ninakuamini kabisa wewe na neno lako lisiloshindwa, sasa na siku zote, katika jina la Yesu. Amina. ay Malarabasalavarakiarabalamaaavoukuuku eh? Unamwamini Bwana kabisa yeye, na neno lake ambalo alishindwe mm. So unaamini nusunusu wa wa mtumishi wow.